Chanzo cha yote ni ndagu ya mwanangu. Basi langu liliwaka moto stendi likiwa na abiria. Alinitokea nikiwa bafuni. Biashara zangu zote ziliwaka moto kwa siku moja. Nilikuwa maskini wa kutupwa, baada ya ndagu nikapata mali na pesa nyingi sana. Ilikuwaje? Ungana nami tuianze simulizi hii ya ndagu ya mwanangu. Nilikuwa mtu wa kawaida, nilizaliwa na kukulia Kanyambala, kijiji chenye vumbi, ng'ombe na taabu zisizoisha. Nilikuwa na mke mmoja, Mama Rozi mwanamke wa heshima, mwenye moyo wa dhahabu. Tulibarikiwa na mtoto mmoja wa kike, Rose, binti wa pekee, binti wa roho yangu. Lakini siku moja nikiwa shambani, mvua ikinyesha, matambara yangu yakaloana. Nikaangalia mbingu na kusema, Mungu uu, miaka kumi na lima matuta. Maisha hayabadiliki. Mungu, mbona wengine wanatajirika? Chochote wanachofanya kinafanikiwa haraka, mimi kila siku nimekuwa wakulia tu. Jioni ile jirani yangu mmoja aitwaye Tulashashe alinidokeza kitu, akasema, kama kweli unataka pesa siuende kwa Mzee mlimani pale, unapata majibu ya haraka. Siku iliyofuata nikaingia porini nikamkuta Mzee Mlimani, mganga wa misitu mitatu Alicheka kabla sijafika mbele yake. Kapongo, umekuja kutafuta pesa. Nilitetemeka, sikutaja jina langu. Hapa hakuna pesa ya bure, alisema huku akiweka chungu cha kichawi mbele yangu. Kama uninipe roho ya damu yako, nitakupa mali na pesa ambazo hujawahi hata kuziota katika ndoto. Nilipomuuliza roho gani, alicheka kisha akasema roho iliyo karibu na moyo wako, roho ambayo ikiguswa basi moyo wako unaumia sana, namaanisha mwanao. Nilinama nikatafakari kwa kina, ila kuna kitu kikaniambia kwamba uwa mmoja kwa ajili ya kuokoa wengi. Nikainua kichwa nikasema, haina shaka, fanya chochote kile, ili mradi nipate pesa. Baada ya wiki mbili mwanangu akafariki ghafla tu. Baada ya mazishi, mganga akanipa kisanduku chenye kichungu kidogo ndani yake na pete ya kuvaa kidoleni. Kisha akasema, chochote unachokihitaji, sogelea chungu hiki, na uwe unasema kinyamkera, nataka pesa. Alisisitiza sana, niwe makini ni hata siku moja hiyo pete isijegusa maji hata kwa bahati mbaya. Nilianza kutoa pesa kila siku kwenye chungu hiko. Kila siku maisha yangu yalibadilika ghafla tu. Watu wengi walishangaa sana, kwa sababu sikuwa na biashara wala kitu cha kuniingiza kipato cha kunifanya nipate pesa ghafla kiasi hicho. Baada ya kuona watu wananijaji sana kuhusu pesa zangu, nikaanza kufungua miradi mbalimbali, nikaanza ufugaji kuku, bwawa la samaki, nikanunua basi la abiria na vibiashara vidogodogo vingi tu mke wangu akawa ananishangaa naye kwamba pesa nimetoa wapi, na mbona ni ghafla sana. Nikajenga nyumba kubwa sana. Siku moja usiku, mvua kubwa ilikuwa ikinyesha, nilirudi nyumbani nikiwa na presha ya mvua isininyeshe. Nikasahau, baada ya kuvua nguo tu nikaingia bafuni, nikafungua bomba. Aisee, pete ikagusa maji, nikastuka, nikaitoa haraka, lakini ilikuwa tayari moshi mweusi ukatoka kidoleni. Mara ghafla mwanangu akatokea ukutani, mwili wake ulikuwa umeharibika sana, akawa nalia baba, kwa nini ulinifanyia hivi? Nikakimbia mpaka chumbani, nikafika nikiwa natetemeka. Mke wangu akaniuliza, baba Rozi, kuna nini? Nkamwambia tena iwe mwisho kufuatilia maisha yangu. Mke wangu alishangaa sana, maketoka nimemwoa sijawahi kuongea naye kwa ukali kiasi hicho. Tukalala, lakini mimi usingizi haupo kabisa. Mara nikapitiwa na kausingizi ka kidizaini, niliota ndoto ya mtoto akinilia baba, baba, kwa nini baba? Ulikuwa unaniita malaika wako, roho yako, mama yako, majina mengi sana, ni kwa nini ulinifanyia hivi? Nilipoamka, yani kustuka usingizini, pete haikuwa kidoleni, ili nipotea na sikujua ilipo. Nikaogopa kwenda kwa mganga kumwataarifu kilichotokea, kwa sababu nilijua inaweza kuwa nikatolewa kafara, kwa sababu alinisisitiza pete isiguse maji, na ikitokea kugusa maji, basi simlaumu kabisa. Mara ghafla mwili ukaanza kuuma kama mtu ambaye nilikuwa mgonjwa kwa siku nyingi tu, mwili ukazohofika kabisa. Yani kuangalia, muda ni majira ya saa tisa usiku. Nikasikia sauti ya kike ya mtoto ikiimba huku analia. Niliogopa sana nikabaki macho mpaka kuna kucha asubuhi. Asubuhi nilipoamka nilikuta kitu kimeandikwa kwenye vioo vya nyumba kwa damu. Nikajifungia chumbani, nilianza kulia. Mama Doto akaanza kuuliza mbona sikuelewi toka usiku, nkama stress tu. Mama watoto alinikubalia, ila nilimona kabisa amekubali kishingo mpande. Ile bado tunaongea akaja mlinzi wetu wa getini akasema kuna binti alikuwa amekaa juu ya dari ya nyumba usiku ikiimba, ila kila nikiongea naye mara anapotea kama moshi na kurudi. Mke wangu aliniangalia sana siku hiyo ikapita. Siku moja niliota nipo makaburini, mwanangu akanitokea, uso wake umeharibika nusu. Baba, uliniua ili nikusamee, nataka ukatubu, umweleze mama kila kitu na walimwengu wajue wewe ni baba wa aina gani usipofanya hivyo nitakuangamiza taratibu nikastuka kutoka usingizini nikakuta damu zinanitoka puani nikaanza kukohoa damu matukio yaliendelea kuna siku mke wangu akasikia sauti namwita mama mamangu alipoifuata sauti hiyo ilimpeleka hadi kwenye gala la nyumba yake ndani ya gala alikuta kiatu cha shule cha Rose kilichojaa damu akaja kwangu na kuniambia, mume wangu, na wasiwasi na kifo cha mwanangu. Mtoto wangu haukufa kifo cha kawaida, lazima kuna kitu unanificha, na nikuambia tu, nitajua ukweli. Baada ya muda, wakaja wafanyakazi wote wakidai wanaondoka kwa sababu wamekuwa wakisumbuliwa na mtoto wa ajabu. Siku mchana watumishi wote waliondoka, nikabaki mimi na mke wangu tu. Kuku zangu zote nilizokuwa nafuga nikakuta zimekufa zote bandani, na ndio moja ya biashara zangu nazotegemea. Ile bado nashangaa, nikapigiwa simu basi langu linawaka moto stendi. Mifugo yote niliyokuwa nafuga ikafa zote, kila kitu kilipotea. Nikaenda dukani kununua vocha nimpigie tu mganga, ila kabla sijafika dukani nikashangaa watu wananiogopa. Akaja mzee jirani yangu akaniambia, tunamwona binti mdogo akitembea nyuma yako, na inavyoonekana huyu atakuwa alizikwa miaka mingi iliyopita. Kusikia vile, nikakimbia mpaka chumbani kwenye kisanduku changu cha kunipa pesa, nikashangaa nakuta kinawaka moto. Nilikimbia nje nikipiga makelele, mwili wangu ulikuwa unawaka moto vibaya sana, kana kwamba ule moto uliowaka kwenye kisanduku ulikuwa unanichoma nimi, na sauti ya mwanangu ikisema kili makosa yako, la sivyo utanifuata nilipo. Nilikimbia mpaka kwa mganga nikakuta alishahama zamani sana. Nikarudi huku mwili unawaka moto vibaya sana. Nilipofika nyumbani, nikamwita mke wangu nikamweleza kilichotokea na ukweli wote. Mke wangu alilia sana, akasema mimi binafsi nimekusamehe, na vipi mwanetu anaweza rudi sasa? Ile sijamjibu, nikabanwa na kitu kifuani nikadondoka chini, na ndiyo ukawa mwisho wangu. Ndugu mtazamaji, mali yoyote ambayo ni halali hudumu na utaifurahia kwa muda mrefu sana ila unapotumia shortcut katika maisha basi jua kuna mawili: kufupisha maisha yako ambayo huenda Mungu alikuandikia utaishi muda mrefu, au kutofaida mali zitakazokuja kutokana na shortcut hiyo, kwani zinadumu kwa muda mfupi sana na lazima zikuachie madhara. Kwa hiyo tafuta mali halali, ongeza juhudi katika utafutaji wako, kuwa mbunifu na siungoje kesho, anza sasa. Huenda Mungu anasubiri uanze ndipo akubariki.